tuna maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi, tunawapa fursa Watanzania wengi zaidi kushuhudia mchezo huu live, kwa sababu ni jambo la kihistoria na halitokei kila siku. Utaweza kuona katika muda wa historia yote ya Tanzania jambo hili linakuja kufanyika, hii ikiwa ni mara ya tatu. Maelekezo ni ya moja kwa moja kama nilivyosema. Mimi jana nimepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Rais usiku na haya ni maelekezo yake ya moja kwa moja ambayo tunakuja kuyatekeleza, lakini pia ameniambia ni wape salamu hizi kwamba kwanza, yeye amefurahi sana na matokeo ambayo Simba imeyapata kwa kufuzu kufika fainali ya kombe hili la shirikisho. Na ameongeza ile zawadi ya goli la mama, inatoka sasa milioni ishirini kwa goli imekuwa sasa milioni thelathini kwa goli, kutoka kwa Mama Samia lakini pia uwekezaji mkubwa kama ambao ulifanyika kwa klabu hii ya Simba kwenye mchezo wa nusu fainali wakati tunakwenda kucheza uh, kule South Africa, na hali hiyo hiyo itakuwepo wakati wa mchezo huu. Sijapata numbers na nini ambacho serikali itakifanya moja kwa moja, ni lazima ni jambo la kukaa na kuona Simba wanahitaji nini kwa wakati huu, lakini mimi ni niwahakikishie, sisi hatutakuwa kipingamizi, hatutakuwa kizingiti, natutahakikisha yale yote ambayo sisi tunaweza kuyafanya kama serikali kuwarahisishia kuwafanyia Simba mazingira ya ushindi yawe rafiki tutayafanya kwa uwezo wetu wote, ili Simba wabaki na shughuli moja tu ya kuhakikisha wanabakisha kombe hili nyumbani.